Tunazungumza michezo hii ni Chapesa Media. Mimi naitwa Wazili Tambiko. Tumemfuata mchungaji wa Simba, mchungaji mwenye maono yake. Alisema Simba Sports Club inacheza fainali. Simba Sports Club inafuka nusu fainali na kweli Simba imevuka nusu fainali. Simba Sports Club imepata goli moja kule Visiwani Zanzibar baada katika mchezo wa marudiano. Mimi naitwa Wazili Tambiko, nyuma kamera Director Runde. Mchungaji, kwanza kwema. Mungu ni mwema sana. Tunamshukuru Mungu sana. Ya. Kwanza tuanzie hapa. Mchungaji ulisema Simba inaenda nusu fainali. Na kweli Simba imeenda nusu fainali. Katika utabiri wako Simba Sports Club ilishinda bao moja. Ulisema Simba Sports Club atashinda bao tatu. Lakini imeshindikana kule Visiwani Zanzibar. Ah, kicho tufailisha uwanja. Mahesabu sisi mahesabu yetu yako Benjamin Mkapa. Na hiyo maombi yangu haka nimejikita na mazaba yangu pale. Kwa hiyo sasa kutoshwa kwa Misiwani Zanzibar ndio pale paka ni paka nipoteza katika njia. Unajua sehemu kwa umezoea. Umeona bana? Sehemu kwa mezoea ni tofauti na sehemu ambao hujazoea. Zanzibar ni Tanzania, ni nyumbani, lakini ni uwanja, uwanja ambao tumezoea si tumezoea Benjamin Mkapa. Kiweza kutupeleka kutupeleka Zanzibar imetupotezea timing, hata mimi timing nimepotea. Kwa sababu mambo yangu yote yako mle Benjamin Mkapa. Maombi yangu yote yako mle. Sasa leo ghafla ukinipeleka sehemu nyingine na kuwa una maana gani, mchungaji wa Simba? Unanitoa kwenye njia. Yeah. Benjamin Mkapa mimi nimeiombea mpaka ule uwanja, nimeuzunguka ule mara 14 kwao una nguvu za Simba mle kwao. Kitendo cha kutoa pale kuipeleka Zanzibar, unanitoa katika kii. Zanzibar nimeenda, lakini nimezunguka, lakini kama mambo mapya. Kwa sababu gani? Ndio mara ya kwanza, sasa sijawahi. Basi mlisema ni ubaya ubwera. ndio umeendelea na tumeshukuru Mungu, tumepata ushindi. Kuna kitu ambacho wa watu hawajajua, sasa ndio anza kuwafanulia. Simba angeshinda goli tatu au goli mbili, Simba angetolewa. Simba ange Angeshinda goli tatu, yeah. au goli mbili Simba angeshindwa kwenda finali. Una maana gani? Mimi najua. Yeah. Goli moja lile lina nguvu sana kuliko unavyofikiria. Mm. Kwanza sisi tutaenda kwa tension kubwa. Kwa hata wachezaji benchi la ufundi litakuwa makini zaidi. Lakini tukipata goli mbili au goli tatu tayari tungeanza kujirelax kwamba tayari tushafanyaje? Tushapita. Na mpira huko hivyo. Na mimi nategemea ndio ingekuwa hivyo. Basi nzuri Mungu waga akataka kuongezea mwendo anakupa na kitu. Kitendo cha kupata goli moja. Sisi ni kama ushindi mkubwa kuliko unavyofikiria wewe. Tumeshinda ushindi mkubwa sana. Sasa South Africa itakachofanyika. Wale watajilinda wasifungwe. Sio maelewa wasifungwe. Na huko wanataka washinde. Sisi tunataka tutaka sisi. Sare ya moja moja, sare kutofungana Simba kaenda finali. Umeona shida hiyo? Kwa hiyo sisi ndio tuna advantage kubwa ya kwenda finali. Kwanza tayari tuna kitu. Tumekishikilia. Eh, mechi za nusu finali na finali wanacheza kwa yeah, mahesabu ah, sio na kurupuka. Sisi tayari tuna kitu, tunacho. Sio tukienda pale mpaka dakika 15 tunaenda mpango kazi dakika 45 dakika 15 za mwanzoni ni niku- nikuzuia. Sio umeelewa? dakika 15 zinazofuata wanashambulia dakika za mwisho tunazuia. Kama alivyofanya na Libya Tripoli. E. Mwalimu nenda ana plan hiyo hiyo na akafanikiwa. Na hakuna timu ngumu mpaka midai inachokwambia. Simba amekutana nao kama Libya Tripoli. Ndio timu ambayo ilikuwa tight ilikuwa ngumu na wale mabwana tusipochukua ubingwa tutaka tumwadhulumu. Libya Tripoli ndio timu bora sana mimi katika mashindano toka nione Simba anacheza. Kwa huyu huyu huyu ulivyomwona na jinsi ulivyomwona hapo, mwalimu wa Simba amemwambia wachezaji wafanye juu chini sana, wasi wakafungwa goli Dar es Salaam Tanzania na hiyo hey. wame... na wametimiza na kutofungwa goli. Tungefungwa goli, mlima ungekuwa ni mrefu. Sisi hatujafungwa tumeshinda. Sisi na ikitokea la kutokea sisi tunaenda fainali, maana yake sisi ndo tumeshinda mechi Mchungaji wa Simba eh, mechi ya, ya mkondo wa kwanza Simba Sports Club dhidi ya Stellenbosch, mlitengeneza nafasi nyingi sana lakini, wengi wao mashabiki, baadhi wa Simba Sports Club wakiwa na mlaumu Charles au kwa magoli ambayo alokosa, nafasi ya wazi amekosa, ni sahihi au kulaumiwa katika kikosi cha Simba Sports Club kwa nafasi ambazo walizokosa, ni watu kutojua mpira? Mashabiki wamegawanyika pande tatu, kuna mashabiki wayaoya kuna washabiki wao kazi yao ni kulaumu tu, hata mtu ushinde goli kumi wanakuambia zikibidi liwe 20. Na kuna watu wa mpira. Kwa watu wa mpira, kilichotokea kwa Jean Charles Ahoua huwa kinatokea kwa mchezaji yoyote. Unajua kwa nini goli linashangiliwa siku zote? Goli kufunga ni kazi ngumu, sio kazi nyepesi kama watu wanavyofikiria. Mfano mimi nikwambie, goli hata kama likaachwa wazi, ukamwambia tumbukiza mpira pale, unaweza kupiga pembeni. Kwa hiyo kitu kilichotokea kwa Ahoua ni kitu cha kawaida katika mpira. Halafu huyo huyo ndo katufungia goli huyo yule tena, watu wanakuja wanamlaumu. Watu hawana shukrani. Tushukuru kwa majani chasi ya uwa ndo katufikisha hapa tulipofika. Ugenini kashiri kafunga magoli. Goli mechi za kimataifa kafunga. Kwenye ligi anaongoza kwa magoli. Yeye nani mtaka zaidi hapo? Lakini watu wameondoka uwanjani pale wanamkeba. Huo sio mpira huo. Watu wanakosa penalti. Mtu anabaki na kipa na anakosa. Hiyo sawa la, la, la, la kukosa, kukosa sehemu zile dakika zile. Mimi nikajua labda ni pressure ya watu. Watu kuwa na pressure. Na kuna watu wanaojua mpira wanajua nusu fainali na fainali lazima yuna magoli mengi. Nusu fainali na fainali naweza hata msifungane. Mkaamuru na penalti. Tumeona klabu bingwa jamaa wameenda South Africa, umeona bwana, hawakufungana. Tumeona Orlando wamecheza South Africa na mwenzake hawakufungana. Tumeona national hawakufungana, kwa wakiboa wa mio upande wa pili, ndio matokeo yatakuja kujumlishwa, kwamba hii tokea South, na huko ni kipi ambacho kitamsababisha mtu abaki kwenye finali au, au au au, au, atolewe? Simba mpaka mida hii Simba kafaulu kwa asilimia mia moja. Tulihitaji ushindi, ushindi tumepata. Tunataka nini? Isho ya magoli ni hesabu nyingine hiyo. Simba kama kushinda kashinda, hasa nyinyi mnataka kitu gani? Kuna mechi ya marudiano. Nakupa sababu, Simba anaenda fainali. Sikiliza maneno yangu, mi siyee kusema ni kafeli chochote, nicho kisema kimefanikiwa. Simba mwaka huu anaenda kucheza fainali. Narudia tena mara ingine, Simba anaenda kucheza fainali. Watu waandaye suti zao tu. Mi saa hivi nishapeleka kitambaa kwa kwa nani, kwa fundi tu kama watu wanne tumeteza kitambaa kule kwa ajili ya ya suti. Kwa sababu nimeahidi, Simba ikiingia fainali nitavaa suti na kola hapa kichungaji. Kwa hiyo tayari nisha mambo yao tayari hapo tayari yanatengenezwa ya huko. Kwa hiyo mwakao mimi sina wasiwasi. Anayebaki na wasiwasi wake yeye abaki na wasiwasi wake. Hatumlazimishi. Ila mimi ninavyojua Simba anaenda fainali. Atashindaje sauzi mimi sijui. Atafungoje, atashanga atafungoje magoli mimi sijui. Mimi ninachojua Simba anavuka anaenda anaenda fainali. Wewe kama una uhakika ni wewe ubaki na, na wasiwasi wako wako wewe. Mimi mwenye uhakika na imani yangu Simba anaweza kucheza fainali. Unaona nini mchungaji? Yes? Na, na Simba sipenda fainali niulizwe mimi. Umeona kitu gani? Ah, mimi najua. Kama nilianza kwenye makundi leo nije atoe ya mwisho nijeogope. Makundi, makundi kama makundi. Timu wakati kocha wakati analetwa. Nisikize sana kwa mwanzoni hapa. Wakati Simba amesajili wachezaji 14 wapya na kocha mpya, kocha msaidizi kutoka Warabuni amekuja Fadru. Nikamwambia Simba bingwa, watu wakaniona mwehu mimi, kuna vitu vyangu waka nikiangalia, najua na narudia tena, Simba ni bingwa wa kombe hili. Simba ataenda ataenda kucheza na Berkane away mechi ya kule, Simba at, at, atafungwa goli moja. Simba atakuja kumaliza Benjamin Mkapa hapa, na watu pale wataja pale, Simba kuja kuku, kupokea kombe, na mi nimeapa kwamba ile kombe nitalibusu mara tatu, na maana ile comment alibusu mara ngapi? Mara tatu. Simba ni bingwa mwaka huu, anayekataa anayebisha, ni wakati tu, wakati utafika utasema, mchungaji alizungumza kitu. Maneno yangu hayawezi kwenda tofauti kama ninavyokuambia, na maombi yangu waga hayawezi kupotea. Mimi nimesota, naomba nafunga mpaka hii maombi yangu yapotee, hiyo haijawahi kutokea. Lazima Simba atakuwa bingwa mwaka huu, sio ombi, lazima ya, yeah. Mchungaji wa Simba sore bacho, amemtoa bingwa mtetezi za Omari haba, hiyo uogope. Mchungaji wa Simba unaenda ugenini, nikwambie kitu, hmm. Sisi hata kama tukikutana na za Zamaleki mwaka ni wa, ndio mwaka wa Simba wa Makombe. Hata kama tungekutana naye, tumbali tungemtoa wa Simba kuna baadhi ya watu wa Simba walijua kwa kocha mpya na timu mpya msimu wake wa kwa kwanza, Simba haiwezi kwenda makundi. Ndio wakaleta ile neno tunatengeneza nini, tunatengeneza timu. Wakashangaa Simba imeenda makundi. Simba hii ikacheza vizuri, wakageuza msemo, wakasema Simba hii ya mwaka huu robo fainali haiendi. Simba imeenda robo fainali. Wakaapa sasa, wakasema Simba hatuioni kienda kucheza fainali, nusu fainali. Simba imeenda nusu fainali. Kwa hiyo kilichobaki ni hatua moja tu iliyobaki hatua ile Simba chukua ubingwa. Alikotoka Simba ndo kugumu zaidi. Alikotoka Simba ndo kurefu zaidi. Hapo palipobakia ni pafupi zaidi, huko anatakiwa kwenda. Kwa hiyo mtu ambaye siniambie lolote. Niko sasa, simuelewi. Kwa sababu najua mimi nilikotoka ni mbali, nipo bakisha ni pafupi. Leo tutaniambiaje Simba sio bingwa? Mtu ambaye nilitegemea angetutoka katika mashindano ya Libya Triple. Bado namtaja huyo mtu. Ni timu ambayo imekamilika idara zote. Lakini alitoka. Sasa ni nani hapa atatuzuia? Berikane. Berikane tumemfunga. Subana so, hapa Dar es Salaam tumemfunga sana, sio mgeni wa kumfunga hapa na anajua na yeye anaomba tusokotane naye na anajua mziki wetu. Kwa hiyo ndio nakwambia hivi, Simba mwaka huu ni bingwa, anayebisha abishe. Jumapili Simba anaenda anaenda kushinda. Yaani Simba tunaenda kuvuka. Goli ngapi mchungaji? Kitakachotokea Jumapili, mm, mimi jumaa nitakuita hapa. Nitakwambia watakaofunga. Watu watakaofunga, wachezaji watakaofunga na muda na dakika. Na mechi itakuwaje? Juma ni Juma, njoo hapa. Wewe nitafuta futa unajua kukwambia maana wote nilisema, ametokea hapo ambapo ilitokea lipi ambalo nilisema mwandishi, ambapo ilitokea kwa sababu tulikuwa na nayo kuanzia makundi mpaka leo hii. Sasa nina jipya gani lilobaki? Watu wanakuwa nasema, kwa ushindi wa goli moja ni kitu ambacho Simba Sports Club kitatoa kwenye ligi. Simba hata kama singepata goli, ila tu ubaya angekuwa amefungwa goli la nyumbani. Simba hata mangekuwa hajapata goli, Simba tena angechukua ubingwa si dala mabwana angepata goli. Ndio maana Fadwa anawajua wale watu wakasema fanyeni mnavyofanya goli lisingie, maana goli ndio lingevuruga mipango yote. Mlima ungekuwa mrefu, na ningekwambia kwamba Simba kwenda finali ilikuwa ni muujiza, ila sasa hivi hamna muujiza, ni lazima lazima, lazima twende. Kwa hiyo Jumapili, watu wa Simba wanaoenda South Africa, tunaoenda South Africa, wanaobaki hapa, tuendelee kuiombea timu yetu ya Simba Sports Club. Kumbuka wao ndio wamebaki katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na kati, Simba ndio kabaki kama Simba ndio kabaki ndio kumuombea sisi tunawakilisha Afrika Mashariki na Kati, vile vile Simba Sports Club ndio tunawakilisha sisi, nchi zote unazozoona nchi karibu 15 tunawakilisha sisi Simba. Simba hapo heshima yake, ila sasa kuna wachambuzi waandishi wa habari baadhi yao bado wanasema Simba vibaya, hata hichi ambacho tumekipata, lakini bado wanasema vibaya. Najua ni chuki, kuna watu wana chuki na Simba. Kuna waandishi baadhi waandishi wa habari na wachambuzi wa habari wanasema Simba vibaya, mpaka hata tukichukua ubingwa watasema kombe lenyewe baya. Mimi nakwambia yani, bado tu, yani wana uchuki tu na Simba, chuki binafsi. Hasa hao watu mimi ndo nadili nao mpaka mwisho. Yaani hao wachana nao, yani hao wacha kuna wachambuzi hmm, na baadhi ya media na redio baadhi za baadhi yao. Wao mpaka sasa hivi wanalaumu Simba. Yaani Simba ni ubaya ubaya, ubaya ubaya, Simba amewakosea nini? Waandishi wa habari. Kama nilizo bahasha ndio zinawasababisha hivyo. Mnatoka katika wale redio wenu wa uandishi wa habari. Simba kafikisha timu nusu finali miaka 32. Umri wa mtu mzima Simba hajawahi kwenda nusu finali. Nilitegemea waandishi wa habari wa, wa Tanzania wangepongeza tu hatua ambayo Simba amepiga kwamba Simba kaenda nusu finali. Tunashukuru, tunashukuru kama nchi. Leo waandishi wa habari wana la kuponda tu. Sasa kaka, ingekuwa ni Yanga mama yangu, we mabango angekuwa barabarani, Yanga Yanga Yanga imeshindikana, Yanga ikacheza Ulaya si, lakini Simba usiona wa kawaida mno, wameenda finali na wanaenda nusu finali, lakini wakuta wako wako nomo, hana shida lakini ingekuwa ni Yanga mabango ma ngona barabarani kote huko, magari huku nyuma yameandikwa Yanga imeshindikana. Waandishi wa habari, vyombo vya habari, magazeti, maredio walikuwa wanaipamba Yanga lakini Simba ipambwi, na sisi ni kama watoto yatima. Sisi hatujadekezwa, ya na maana gani mchungaji? Simba hajadekezwa, Simba wao wana fight miaka yote, hata ligi tunaona sisi kila mechi ni finali. Wenzao wanaokota magoli wanavyotaka, wao goli kumi, goli tano, goli ngapi? eh hey! Ila Simba mechi zote kwake ni fainali. Kwa hiyo kwa ujumla, wana Simba wasiwe na wasiwasi, mwaka huu ni wa makombe. Bahati mbaya basi tu tunachukua makombe yote yote, yote, yote. La ndani tunachukua NBC, tunachukua shirikisho la shirikisho barani Afrika tunachukua, hakuna kombe tutaacha mwaka huu. Simba ameenea kila idara. Kwanza tumekutana na timu karibu zote za Afrika zote, nani kabaki? Nani kabaki? na nikuhakikishie sasa kama Simba atachukua ubingwa, sio kama Simba akichukua ubingwa, mwaka kesho tunaenda kombe la dunia la vilabu. Pale ndio utakuta pale Bayern Munich, Simba Sports Madri. Club Real Madrid, Liverpool, hiyo mwaka kesho hiyo ndio itakao wanyonga watu makao mdu tena takaa kweli ah, bwana si shauriia kibweshia pangani mambo mtu mwingine yeah. Sito jangere, sisi tunajiangalia yeah. Sisi mimi ninachofurahi kwenda kombe la dunia mwaka kesho la vilabu, barani barani Afrika, barani barani bara Ulaya, hasa ni mabara ya Ulaya, Afrika na Amerika Kusini Mchungaji wa Simba umesema Simba naenda fainali. Iwapo Simba jaenda fainali, una nini na kuambia wanashabiki wa Simba? Mimi uwaga nikisema hivyo nikisema kitu kinakuwa. Kwa hiyo wewe uwezi kuniambia eti kama hatutaenda, sisi tunaenda. Nikisema itakuwa hivyo hivyo, ndio maana mimi nakataa. Mdomo wangu mimi naujua ni hatari. Nikisema kitu kinakuwa. Kwa hiyo ukiniambia eti hatutaenda na kweli hatwendi. Sasa mimi nakwambia hivi tunaenda fainali na ubingwa tunabeba. Pamoja na elimu panzu kidisa. Kama kuna mtu wa Simba ana wasiwasi ameweka nyumba rahani, aweke. Atakuwa na nyumba mbili. Ndia tena kama mtu mm. ana mm. nyumba moja, mwingine anakuambia bana, hili kama Simba anachukua ubingwa naweka nyumba yako, mimi namtoa wasiwasi, aweke nyumba. Mwenye boda boda yake, kama mtu anapiga Samba, bana, boda boda yangu nataka ziwe mbili, weka boda boda, utakuwa na boda boda mbili. Ya jaji finali, finali. Ya yeah. Simba ana na finali finali, anaenda wale wote so, wanataka so, kuweka kitu aweke, mimi ndio namhakikishia. Kama nyumba au mke, weka mambo, ah, mke hapana <laughs> nyumba weka, au gari weka Bajaji boda boda weka. Mimi nakuhakikishia yoyote ambaye anataka kuwekeana wewe kitu weka lakini mke usimweke. Yeah. Kwanza mimi Yanga siwezi kaongea naye sasa hivi. Sababu sio size yangu. Eh, Yanga naweza kueleza kitu kimoja. Sisi sasa hivi tumefocus. Tumefocus kuchukua ubingwa wa Afrika. Yanga aongea na Tabora, waongee na Costi ndio size yao. Mimi sasa hivi nikiongea nitaongea naye nini? Kwenye mashindano ya kimataifa hayupo. Nikiongea nitaonekana kama mnafiki tu. Mimi siwezi kuongelea Yanga. Mimi sasa hivi nasumbua kichwa. Bado kari nitamtoeje nichukue ubingwa. Alafu naambiwa mambo ya Yanga. Mtungayi kumzunguzia elimu panzu kibisawara kama inaonekana kuwa bora katika mechi hizi za kimataifa. Shetto. Kuna mtimkavu. Mtimkavu, kazi anayofanya. Mimi sijawahi kuona kwenye nchi hii. Nani? Mtimkavu. Nani? Kazi anayofanya sijawahi kuona. Mtimkavu nani? Ah, bwana achana naye. Hey. Walimtoa kwa namba yake kwanba kanaenda kaweka beki. Salumia. Alimumia hey, ka ch charabu. Hey. Mtimkavu akarudi nyuma kaka. Alafu hey, ile mndoto sio na nyota ya punda. Haimbwi Kagoma. Na kama huyu angekuwa labda anatoka yeah, yeah. labda sijui Cote d'Ivoire, yeah. anatoka Ghana au Nigeria, yeah. angeimbwa nchi hiyo wazi. Nasema hivi katika timu nzima ya Simba, yeah. mimi nakwambia yeah. hakuna muhimili mkubwa ndani ya Simba kama Mtimkavu. Yeah. Mtimkavu yani, yeye ndio muhimili wa Simba Sports Club. Zaidi wachezaji wote. Nimebatiza yeah. jina hilo. Kwa nini yeah. unajulikana Mtimkavu? Yaani, yeah. Mtimkavu ndio, Mtimkavu ndio muhimili wa Simba Sports Club. Mtimkavu mimi ukiniambia akina akina eti akina Chasambi, yeah. Ukiniambia sio kina elimu Panzo, ni yeah. wazuri, lakini mimi kwangu yeah. mimi kama mchungaji wa Simba yeah. nakwambia, Mti mkavu ndio habari ya mjini, ndio habari ya Afrika na tuko naye yule mtani. Sasa Mti mkavu amemjua, hao wengine wanasema mtimkavu amjui Kagoma mti mkavu. Habari ya Kagoma ni habari nyingine kabisa kabisa kabisa. Mpeleke beki, mpeleke namba nane, mpeleke namba sita. Mti mkavu anakupa kinachotakiwa. Mimi mpaka nauliza alikuwa wapi ule mtoto? Sasa mtu anapofanya hivi ndio Ulaya. Wewe mti mkavu unamwona vizuri. Mfuatilia anavyocheza. Msimwangalie elimu panzu, mwangalie mti mkavu. Yeye yeah, akina elimu panzu mpaka mipira wanaipata. Mpaka anaonekana anafunga kina Teba. Mpaka kina nani anaonekana anafunga. Je, yeah, mti mkavu kazi anayofanya ndogo? Hata unayemwona huyu huyu captain msaidizi. Huyu Toru. Mnamwona anafanya kazi kubwa sana. Mnamwona anafanya kazi kubwa sana Ngoma. Lakini kazi kubwa anairahisisha ni pale Mtimkavu. Mtimkavu, yani akicheza unaweza kusema uwanja wote wa kwake. Kwa hiyo mimi kumwombea kumwomba Mtimkavu, Mungu aendelee kumpa maisha marefu ule mtoto. Ule ndio muhimili wa Simba Sports Club. Mpaka mida hii ninapokuambia hivi, Mtimkavu. Na hayungwi na mtu yote. Ila mimi namwimba kwa sababu najua mpira. Ngombee kidogo Mtimkavu. Ah, mimi nitamwombea tu haina shida. Mwingine? Mwingine? Mwingine? Mwingine? Abdu Razak Hamza ni habari nyingine kabisa ndani ya boksi, anakutoa kwenye njia. Yaani yule mtoto mka nauliza, alitoka wapi? Alitoka wapi Kweyo? Kwa hiyo kwa ujumla, mwaka huu tuna wachezaji wa Kitanzania ambao wameonyesha vitu vikubwa mno. Mimi na wasifia wa Kitanzania, umeelewa? Namsifia huyu Abdul Razak, namsifia huyu nani, mtu mkavu, namsifia Chasambi na kipoa muda cha Chasambi. Ataonyesha kitu kikubwa zaidi kuliko mnavyofikiria. Kapombe anaonyesha kitu kikubwa, Shabalala anaonyesha vitu vikubwa sana. Ah, mafora ina ah, wapo leo, kesho hawapo.

Sasa no nashinda sasa, kuelewa ukisikia sasa ubaya ubwela mtaukuta ndani ya Benjamin Mkapa ndo mjawai kuona ubaya ubwela siku hiyo ndo mtaona ubaya ubwela mi kwanza nataka juu ya paa sikae jukwani kweli nakwambia siku ile niliona yuko jukwani naelekeza nataka juu ya paa juu na hakuna mtu atakayenizuia nataka juu na maana yangu kaa juu na waangalia kwa chini hapo maana yangu wewe kama siku ile uliona penalty zote zile kuna kazi anafanya pale special hata siku ile ndo waligundua ah, kumbe mchungaji ah tulikuwa tunasikia tu wako tukao wanijui Siku hiyo ndio wamenijua kwamba mchungaji anasema kwamba ni kweli. Penalty mimi nina uwezo kuifuta, na penalty nina uwezo kulazimisha ingia. Wewe unajua uwezo mimi nao. Usinichukulie kwa sababu natembea barabarani hivi. Uwezo wao ninao, usinichukulie kama mazoea. Mimi pale nimefuta penalty, pale nimezifuta. Nasema ifutika na ikafutika. Ifutika futika. Hii ya Kimnenisi ana tabia kupaisha, irudi chini kidogo. Na kweli alikuwa anapaisha, ikaenda kimwe hiki hapa hivi. Waya. Kapombe kamaonyesha kipa kabisa. Goli linaingia. Lakini uliona ikaenda kule. Mwisho wa siku nika sasa fainali nakaa juu hapa juu kule, na nitaongea na manager wa uwanja mimi nitakaa kule juu na maana yangu, alafu miguu nitaninginiza chini, eh hey. Ndio siku hiyo mtaona kituko kwa mara kwanza. Hey. Ya kwanza, eh, kwa wana Simba wasio na wasiwasi, mwaka huu ni mwaka wa kwetu. Mambo ya Yanga sasa hivi hayasimuliki. Yanga utaisimulia kwa lipi? Ah, mimi nakuuliza swali. Ligi tushachukua sana miaka karibu 40. Sisi <laughs> tushachukua sana ligi. Sisi tunachoangalia si hiki kipi hiki hiki ambacho hujawahi kuchukua ndio maana tumetolea macho. Kwa hiyo kwa ujumla ndugu zanguni, Simba mwaka, ni mwaka, mwaka wa kwako, huu ni mwaka wa kwetu. Usikia mwaka wa kwako wa Simba ndio huu. Ni mwaka ambao huu Simba hakuna ambao tutaacha, makombe yote tutabeba. Tunaanza na ile kubwa. Vuka na chako. E, vuka e, na chako mwaka huu. Tukichu... <laughs> mwaka huu tukichukua ile kombe kubwa hii. Yanga hata ligi achukue tu. Na nakuambia hivi tukichukua hili. Yake ya Mungu nakwambia hivi Yanga achukue ubingwa au chukueni. Tukichukua kombe shirikisho? Yanga naambia ubingwa chukeni wa ligi, chukeni asadi bingu tuachane tupumzike. Na nakwambia na tutapumzika tu. Kwa sababu hili kombe limetusumbua sisi miaka 60. Miaka 60 iliyopita mpaka leo. Sio tunataka kuchukua ubingwa wote wa Afrika. Hatujawahi. Kombe la shirikisho wala klabu bingwa. Kwa hiyo kama tutachukua Yanga anachukua makombe yote. Hata ile la Zanzibar na wetu mapinduzi, abebe yetu. Mama jiandae, mama Samia kulipokea kombe. Ikulu kwanza, stendi ya kwanza, hiyo ratiba sitakupa. Ratiba yeah itakavyokuwa. <laughs> Tukitoka hapo uwanja wa ndege ratiba itakapokuwa, tukitoka hapo stand ya kwanza, stand ya kwanza, stand ya kwanza hapo kilabuni. Wapi? Kilabuni. Tukitoka kilabuni, stand ya kwanza wapi? Hiyo kwa mama Samia. Kazi leo tutuma tume tumemaliza. Hii hapo kwa wana Simba, huu mwaka wa kwenu. Mimi nimeshangaa juzi, eti watu wamekuwa wanyonge watu wa Simba baada ile goli moja. Mimi kaona sio watu wa mpira. Mwaka huu ni mwaka wa kwetu, hata kama tusingepata goli, mwaka huu ni wa kwetu. Kwa hiyo simba wasio wa na wasiwasi. Mungu awabariki sana. Ijumaa msaiji ya msiache kuja ili tuje kuombea simba mara ya mwisho, kwa sababu si sasa hivi. Ni mwendo wa maombi tu, mambo ya uganga tushaacha. Sasa hivi ni maombi, maji ya mamposa, sijui chumvi, ndo tunaenda nayo sasa hivi. Asante sana, Mungu awabariki sana.